ya Yanga ni ya mishikaki matumbo yanawauma, wanakula kibudu. Ni maneno ya Ahmed Ally, ambapo semaji la mnyama Ahmed Ally anasema kuwa hiyo supu ya Yanga mnayo mnayokunywa huko Temeke ni supu ya mishikaki, supu ambayo watu wamekunywa na sasa wanaharisha, yani matumbo yanawavuruga vibaya mno, hauwezi kufananisha na biriani la Simba. Kwa mjibu wa Ahmed Ally anadai kwamba supu ambayo wanaitoa Yanga ni supu ambaye unapewa kipande kimoja, halafu unapewa mchuzi mwingi, lakini unajaza e, pilipili nyingi na ndimu. Hiyo siyo supu na matumbo yao yamewavuruga, kwa kuwa nyama imebaki peke yake kama mishikaki. Huwezi kulinganisha na biriani na Simba Sports Club. Ambapo mara zote afisa habari huyo amekuwa akidai kwamba supu ambayo inatolewa na klabu ya Yanga, ambayo mara kadhaa wamekuwa wakinywa wakipata ushindi, ni supu ambao wanakula ya kibudu, baada ya kula basi matumbo yanawavuruga. Vijana wavuruga na wanashindwa kuelewana kwa sababu matumbo yanakuwa yanawauma kutokana na, kutoka na kibudu ambacho wanakuwa wamekula, mashabiki yao ambao wanakula kibudu. Hayo yote aliweza kuyazungumza Ahmed Ally wakidai kwamba watu wasifananishe na Biriani la Simba ambalo Simba Sports Club nao waliamua kutoa kwa mashabiki zao, ambapo wengi wamehisi kwamba hizi ni nongo walizonazo wasemaji wa vilabu viwili n yani Al Shabani kamwe pamoja na Ahmed Ally, ambao wote kwa pamoja wamekuwa wana masimango makubwa sana na timu pinzani na wao, hususan Yanga wanaisimanga Simba Sports Club, lakini na Simba wanaisimanga klabu ya Yanga. Lakini safari hii ameweza kuwafikia wale wanyosupu wote ambayo hiyo ilito, eh, ilitolewa maeneo ya Temeke ambayo alidai kwamba ni supu ambao watu wamekunywa, na sasa walikuwa wanaharisha, kwa kuwa mtu anapewa kipande kimoja cha nyama alafu anajaza ndimu na pilipili. Baada ya hapo ajitegemee, matumbo yanawauma. Aliweza kuzungumza Ahmed Ali huku akiwa andai kwamba wasilinganishe na biriani la Simba Sport Club. Ahmed Ali alizungumza haya wakati akifanya mahojiano na waandishi wa habari.